na kukamilisha tukiwa katika siha na afya njema. Ndugu zangu, huu ni wakati na ni fursa ya kuweza kukusanya fadhila mbalimbali, ambao moja katika hayo ni ikhlasi katika saumu zetu. Kila mmoja ajitahidi kwa kadiri ya uwezo kulinda somu zake kama vile ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wasallam. Kwa mchana wa somu, haimpasi mwenye kufunga kuwa katika hali ya kupayukapayuka kusema maneno asiokuwa na maana au kutukana au mashabaha, dhalika katika hali ya kuilinda somu. Hivyo hivyo ni kipindi ambacho cha ukarimu watu kutoa sadaka zao kuwasaidia wale wasiokuwa na uwezo. Kila mmoja katika sisi ajitahidi wakadiri kadiri ya uwezo wake, eh, kunyosha mkono wake kwa mtu ambaye anahisi mtu huyu hana, eh, uwezo au uwezo wake ni naqis katika kukabiliana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. La pili ni swala zima la msikitini hapa na ratiba, kuanzia kesho swala ya isha tutaswali saa mbili na nusu, insha allahu taala. Baada ya sala isha itafuata sala ya tarawih kama ni utaratibu takriban wa miaka yote, na hivyo hivyo tukumbuke kwamba kuanzia hii leo mpaka tutakapokwenda kumaliza mwezi huu wa Ramadhani tutakuwa tunakusanyika hapa kama anavyokusanyika misikiti mbalimbali mbali. Na misikiti kama msikiti una adabu yake ya kwanza kufahamu kwamba wa anna almasajida al lillahi fala tadu maa allahi ahada, hakika misikiti ni ya Allah, aabudiwi ndani yake pamoja na Allah yoyote, isipokuwa abudi wa Allah tabaraka wataala. Kwa maana haki ya msikitini humu ni haki yetu sote sawa, sote hu msikitini naingia kuswali Waislam, haki zetu kwa Allah tabaraka wataala, haki tabarak wa ta msikitini zetu sawa, isipokuwa tu katika eneo hili la imama kwamba kuna watu maalum ambao wao wamepangwa au ndo rashika swala ya kuswalisha, lakini kijumla wale waumini na kadha sote tuko sawa. wa inna akramakum inda allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa taala ni yule mcha mungu wenu. Lakini kiwali ni hiyo basi, kila mmoja azingatie kutopeleka kero kwa mwenzie. Kila mmoja isiwe ni sababu yeye ya kumkera Muislamu mwenzie. Kumkera kwa mwili wake au viungo vyake, au kukera kwa maneno yake au kinywa chake, au kukera kwa harufu yake ambayo iliyokuwa mbaya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi kuelezea hayo na kuzuia hayo, mfikia mpaka akaambia mtu akija katika hali isiyokuwa nzuri, basi bora akae nyumbani kwake. Sasa hili ni swala kuzingatia, kutokana na ule mkusanyiko ambao kusanyika hapa katika mwezi huu hivyo hivyo, ina maana humu msikitini na kule sehemu zetu za kushika udhu na maeneo yote yanafungamana na mambo ya swala hapa msikitini. Kila mmoja alizingatie hilo. Hivyo hivyo swala la watoto. Watoto wamegawanyika katika makundi. Watoto wanatakiwa waje msikitini, lakini wale ambao sio mumayizini, wale wabaki nyumbani, ambao hawaelewi. Mtu wa miaka mitano, minne, mitatu. Utamwambia nini huyo? Utamwambia simama hapa kadha na sote? Na watoto wale kwa vyema na bora zaidi, wale watoto chini ya miaka mitano na chini ya miaka sita, wale wale wabaki nyumbani, ili kupunguza ghasia na bughdha kwa waumini. A, tunapenda tukabeba watoto na mimi nikabeba timu yangu hapa, eh, ikaja, ukavipanga vimujahidi na vimepangana hapa, lakini hivi vijaidi na hivi vitaleta kero na usumbufu kwa waumini. Sasa wao waswali nyumbani huko eh, na mama zao. Ama wala watoto wa miaka kumi, miaka tisa, miaka nane mwajizini, ukimwambia acha anaacha, anafahamu, haina shida, waje washiriki ibada, na hasa hizi siku za Jumamosi, Jumapili ambayo asubuhi yake wanakuwa hawaendi shule, hiyo ni vyema kwa hili. Ni jambo la kuzingatia, hivyo hivyo jambo la kuzingatia uvumilivu tunaweza tukakanyagana humu kwa bahati mbaya, hayo kitokea jambo kwa bahati mbaya, tuvumiliane tupunguze kesi. Huu msikiti unaongoza kwa kesi, simu sokokea, simu kwa huyu, simu kwao, kesi. Jamani, lazima uu, ya kufanyia, yangu, yote, kwa sababu wingi huu kuna mambo ambayo ya bahati mbaya. We mtu akikufanyia, ndugu yangu, akukusudia, amna mtu yoyote anaotoka nyumbani kwake akaja kumkanyaga mtu hapa au kumkera mtu, isipokuwa inatokea tu bahati mbaya kwa lio tuvumiliane, na mengine, adinu nasiha, tupeane na saa, tuelekezane, tutane chini kwa busara kabisa, mwambie, mwelekeze mtu o, hili ndio jambo bora. Lakini ikiwa hivyo, itakuwa ni kesi ambazo kwanza tunashindwa, unafanya una hukumu vipi? Na wala muda wa kuzungumza yote hapa hatuna. Sasa ili jambo, napenda myashike haya na myabebe myapeleke katika familia zenu, kwa mabinti zenu, myapeleke haya kwa ahali zenu miapeleke haya kwa shangazi zenu, mkawaambie. Sio msikiti huu tu, ni misikiti yote, hali iko hivyo. Ukienda Maka sasa hivi utakuta hali ndio hiyo, ukienda Madina Masjid Nabawi utakuta hali ndio hiyo hiyo. Yani kila lakini, kila mmoja kimsingi kabisa anakusudia eh, kumwabudia Allah tabarak wa tabaraka wa taala, isikukuwa tu kuna mambo madogo madogo ya yanatokea, tunakoseana ni kusameheana, ridhia ridhika, kuwa na nafsi maridhia, kusamee ndugu yako

lomkero alimwomba msamaha, wanaye tuishi kwa kuvumiliana. Tunakatizana, tuna haya lakini tunavumiliana. Mimi nakuvumilia wewe na nivumilie, yani mi agupokuwa so, katika nafsi yako. Sasa wewe jitahidi usimkere mtu, na wewe uliokerwa vumilia, uchukua udhuru wajazakumullahu khaira nasallallahu subhanahu wa taala taqabbala qiyamana wa ta qiyama wasiama